Leo tunaleta orodha ya waimbaji bora wa live kutokea nchini Tanzania. Basi bila iana tunaanza na namba tano. Namba tano ni Mbosso. All the way kutoka Wasafi Classic baby. Yes, Mbosso ameendelea kuonyesha umahiri wake katika maonyesho ya moja kwa moja akivutia mashabiki na sauti yake tamu. Namba 4 ni Ruby. Ruby na singo yake ile na yule Ruby, she's an amazing singer kwa sauti ya kipekee na ufanisi wake katika maonyesho ya live. Ruby amepata umaarufu mkubwa na kuonyesha kwamba yeye ni miongoni wa waimbaji bora wa live. tukienda na namba tatu, Nandy African Princess anashika nambari tatu. Nandy ameonyesha kipaji chake kwenye maonyesho ya moja kwa moja akiwapa mashabiki wake aki burudani ya kipekee kila anaposhika jukwaa. na my favorite Barnaba, the classic voice. Namba mbili Barnaba, anajua nyinyi, Barnaba ni msanii mwenye sauti ya kipekee na uwezo mkubwa wa kuhamasisha umatu wake katika maonyesho ya live. Barnaba anaendelea kutamba na kazi zake za burudani Maisha si lazima kudeti na vidente na tunaendelea kwa namba moja. Unazani namba moja ni nani? Namba moja inashikiliwa na the man himself Ali Kiba, Mfalme wa Bongo Fleva ambaye amekuwa akifanya maonyesho ya live yenye nguvu na udhibiti mkubwa toka nikiwa mtoto mpaka sasa hivi ni mtu mzima. Ali Kiba amethibitisha kuwa ndiye bora wa live katika eneo hili, akiwa na mashabiki wengi duniani dunia kote. Sisahau kusubscribe.